Kwenye utawala wa namna gani ambao haheshimu muda wa watu na haheshimu mipangilio ya watu, lakini hatuna budi kumsamehe na kuendelea kumfundisha nini anapaswa kufanya tunapokuwa tumekubaliana kwenye swala la muda. Awali ya yote niwapongeze na niwashukuru wale wote ambao mmekuja kuhudhuria kwenye mkutano wetu huu wa siku ya leo ambapo hili ni tukio la kihistoria ama mkutano huu tunaofanya hapa ni mkutano wa kihistoria ambao haujawahi kufanyika katika nchi yetu hii ya Tanzania. Leo kwa mara ya kwanza tunafanya aina hii ya mkutano na tunakwenda kufanya jambo hili kwa mara ya kwanza, na tunaamini litakuwa na mapokeo makubwa kweli kweli kwenye jamii yetu ya Kitanzania. kita mbele yenu tupo eh, watu kutoka vilabu mbalimbali mbali. Eh, tuko sisi wakubwa wa Tanzania Simba Sports Club, lakini vile vile tuko na wenzetu hawa mnaoona upande wetu wa kulia lakini shughuli yoyote haikosi mpambe. Tuko na wapambe wa shughuli hii ambao ni ndugu zetu kutoka Azam FC Vumilia, kwa hiyo tuko na mpambe hapa Azam FC kwa ajili ya kuja kushuhudia kile ambacho kinafanyika hapa leo na na hao ndio mashabiki wa hiyo timu kwa idadi yao. <laughs> Na, na, na kiuhalisia. <laughs> Hawa bwana wanafukuzia ajira viwandani ndio. <laughs> maana <laughs>

mana mabwana wamejiatach na hii team kwa sababu wanajua. <laughs> Basi ndugu yangu huyu, ni ndugu zetu tuko nao na sisi tunaombea wa, wafanikishe malengo <laughs> yao yakiwa ndani <laughs> yakiwa ndani, akishatoboa hapo eh,

<coughs> Bana, akaribuni sana ndugu zetu wa Azam FC, ndugu zangu waandishi wa habari, leo tuko hapa kutangaza, uh, mechi ya kiushindani baina ya mashabiki wa Simba na mashabiki wa Yanga, mechi ambayo itachezwa siku ya tarehe ishirini na moja ya mwezi huu wa kumi na mbili, kwa maana ya siku ya Jumapili katika uwanja wa manispaa ya Kinondoni KMC kuanzia saa kumi kamili jioni. Kwa <laughs> kipindi hiki ambapo eh, vilabu vyetu vipo kwenye mapumziko na baadhi ya wachezaji wetu wapo kwenye majukumu ya timu zao za taifa, tukasema pasipite hivi hivi na watu wasikae hivi hivi. Hebu wacha tuandae jambo la kihistoria la kuwakutanisha kwa pamoja mashabiki wa timu hizi mbili kwa ajili ya kucheza mechi hii ya kirafiki, kwanza wafurahi, lakini kuendelea kuishi kwenye ile misingi ya pamoja, misingi ya Utanzania, misingi ya upendo. Kumekuwa kuna maneno mengi, kumekuwa kuna vita nyingi kwenye mitandao, kwenye vyombo vya habari e, kumekuwa kuna misogoano ya kutosha. Sasa e, ipo wakati wanafikiri watu kwamba watu hawa ni watu ambao e, wana uadui, watu hawa ni watu ambao e, kila mmoja na hamsini zake. Sasa mechi hii ni lengo kwenda kuonesha watu kwamba pamoja na yote tunayozungumza kwa ajili ya kuzogoana, lakini bado sisi ni watu wa moja ambao tunaweza tukakaa na kushirikiana na kufanya jambo kwa pamoja, na hii haishii tu kuwa mechi hii inakuwa ni festival ya mashabiki wa Simba na Yanga, kwa maana ya kwamba siku ya mchezo wenyewe itakuwa ni siku ya burudani, siku nzima katika uwanja ule wa KMC, kutakuwa kuna burudani za mziki na tunafanya mipango hapa tupate wasanii kwa ajili ya kuja kutuburudisha siku hiyo, yaani wanasimba pamoja na wana Yanga wafurahie kwa pamoja tunu hii ya sisi kuwa mashabiki wa timu hizi mbili kubwa. Lakini yote yatafanyika, tutakwenda kumalizia ama tutakwenda kumaliza ubishi kiwanjani pale kwa kucheza mechi ya kiushindani. Tunasema mechi ya kiushindani kwa sababu kiuhalisia kwenye mpira sisi hatuna urafiki. Sisi kila mechi kwetu ni mechi. Kwa hiyo eh, kuelekea kwenye mechi hii tunaita mechi ya kiushindani kwa sababu, kwanza lazima mtu apasoke, kwa maana mtu afungwe, na mshindi lazima apate zawadi, na baada hapo mambo mengine yataendelea. Kwa hiyo, kuanzia hivi sasa vikosi vya timu zote mbili vitaingia kambini kuanza maandalizi ya kujiandaa na mchezo huo kuelekea katika siku yetu ya tarehe ishirini na moja, na kila upande unapaswa kuitazama mechi hii kama e, mechi nyingine muhimu katika maisha yao ha, pamoja ni kwamba ni mashabiki ndio wanashiriki mchezo huu, lakini unabeba hadhi ya taasisi husika. Na kwa sisi Simba Sports Club au kabla ya sisi Simba Sports Club, jambo hili ambalo tunakwenda kulifanya tarehe ishirini na moja lina baraka za mamlaka zote kwa maana baraka ya serikali, baraka ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, baraka ya vilabu vyote viwili, kwa maana ya Simba na Yanga. Viongozi wake wote wamebariki jambo hili. Kwa hiyo sio jambo la kawaida hata kidogo, ni jambo ambalo linabeba taswira ya klabu husika. Kwa hiyo kila ambacho tunakifanya kuanzia sasa kaka unaangalia picha za mademu kwenye mkutano, nimsamehe huyo. Ka, ka, ka kapiga mlio. Haya, kapiga mlio vijana kwa hiyo ah, wewe upo nkajua. <laughs> iko polisi la huyu ah, maana <laughs> hata natangaza mechi hapa ka na wasiwasi, utakuwepo nani? Hii kasi yenu ya central cha ng'ombe. <laughs> <Centro> ng'ombe, watu kafika. <laughs> <laughs> Jumapili tuko wenyewe tu pale. <laughs> Kwa hiyo ulisisitiza ili pia kwamba wiki hii iwe wiki ya amani, unaenda tu unatoka. ah, sawa. Unaweza ukaenda asubuhi, kumbe mchomo mshamfukuza kweli. aji ndio ipo ndani, asha toka, asha toka. nani mwingine Dr. Mo? ah, Dr. Mo. Mo no. Yupo hapo. Hayupo naye yupo sentro. Katoka juzi? Um, ameenda kufuatilia ni machimbo yake ya madini. Yibi? Yibi yupo hapo. Yupo. Au umshachukuliwa nje hapo? Yupo. Ah, yeye acha ukoto nje. Hapana. Bibi anaimarisha ulizi. Bibi anaimarisha ulizi. Ah, sawa. Huo ni muhimu sana ulisisitiza. Usiogope. Anaweza akaenda asubuhi mchana, akaja kwenye mechi tukawapasua tu. Kutupasua ndo mwezi ah, kutupasua? Eh, sawa, watakushtukia mapema. <laughs> Koyo, habari, eh. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, kwa heshima na taadhima, tunawaomba mtusaidie kulibeba jambo hili ambalo tunaamini lina mchango mkubwa kwenye maendeleo ya mpira wa miguu lakini ni sehemu ya kuwaburudisha Watanzania na ni sehemu ya kukuza utamaduni wa Tanzania ya kuishi kwa upendo pamoja na, na, na, na, na, na amani. Kwa upande wetu Simba Sports Club rasmi, baada ya mkutano huu, tutaanza maandalizi kuelekea kwenye mchezo huu, na kimsingi sisi tuna, tuna, tuna hasira sana na hawa mabwana tuna tunawataka kweli kweli, tuna tunashauku tuna nao kwa sababu eh, wanaongea sana wanaongea sana wanangenga sana sasa. Tunataka kukata kilimilini, tunataka kamdomo, tunataka tuna, eh, eh, tuna tuwapelekee moto ili heshima irudi kwenye mkondo wake, na hiyo kazi sisi tunaiweza, hiyo kazi sisi tunaimudu kwa asilimia mia moja maandalizi yanaanza naguna imeingia na ime, ime, hiyo <laughs> kazi tunaanza rasmi hivi sasa kwa ajili ya kuanza maandalizi hayo na tunaamini kwa ubora tuliokuwa nao na kwa aina ya timu tuliokuwa nayo tutakwenda kupata matokeo mazuri <laughs>

na huu ndo maana mbagaa atakupiga. Kwa nini? Kwa mbagaa kuna washamba wake Azam. Ah, wao ni chamazi kaka, sio mbagaa yani sio shukuru na kujitaja kaka, tukikusahau na kukumbuka, sasa utajulikana vipi?

sio juisi unga au Bagamoyo kiwanda cha sukari

Ushaangalie movie hii kuna mtu anaitwa kuna mtu anaitwa huyo sawa. Ushangalie ile movie ya kihindi kuna mtu anaitwa Jeniive. Tunazungumzia mechi ya mashabiki au, basi kwa kufanya labda, tafuteni tafuteni wenzenu kumi <laughs> na moja na nyinyi mcheze mechi siku hii na wao, kwenye kutowaruhusu pia <laughs> na viongozi.